Mtaani bado na wanangu, tuko maeneo ya kwa Msangi Chamazi, nao e, hapa sio madereva usafirishaji, bali ni wana wa madereva usafirishaji. Kwa majina anaitwa Dula. Bwana, naomba jitambulishe mm kidogo. Kwa majina naitwa Omari Kiruvia natokea maeneo ya Chamazi ya Chamazi kwa Msangi. ni kujua mazingira mawili matatu ya changamoto za bodaboda au bajaji masuala ya usafirishaji kiufupi, lakini kwa hapa mlipo mpo katika mgundi wa bodaboda kama sikosei kuhusu maswala ya bodaboda nachoelewa ni kwamba ni, ni katika vile vyombo ambavyo wanatumia vijana kutusafirisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na kwa hiyo katika hilo uh, swala bodaboda ni sehemu ya ajira ya vijana sawa, kama unavyoona sehemu, yani kama unavyoona ajira nyingine. Kwa hiyo tunaweza kusema ni sehemu ambayo watu wanapata kipato au tunasema riski hivyo, na wanahudumia familia zao na maisha yanaendelea. Okay. No. Brother unaochukuliaje usafiri wa boda bodaboda katika mtaa wenu? Ah, kwa mimi kwa pande yangu unaochukulia yani kama usafiri wa kawaida. Eh, kutoka una save katika mtaa mmoja kwa hizo phone za kawaida kawaida hivi. Yaani kama una haraka zako na unarahisisha ni yani kiufupi. Mm. Brother mara mwisho kutumia usafiri wa boda bodaboda lini? Mara mwisho leo. Ilikuwaje na ulikuwa katika mfumo gani wa wa, wa, wa safari? Ah, nilikuwa natoka zangu chuo na kuja zangu nyumbani kwa hiyo ni mwanachuo eh? Hey. Brother, mi nashukuru kwa mawili matatu, lakini kwa nataka kujua kwamba nyinyi kama wakazi wa hapa Mgundini hivi mnaona kuna ugumu gani wa upatikanaji wa usafiri wa bodaboda katika ile eneo la kwenu? Uh, yani hapa hamna ugumu, lakini ishu ni kwamba mazingira, kwa sababu kwa mfano kama ukiwa unataka kwenda mjini labda tuseme kama ni wakati wa mvua wakati wa mvua ukiwa wakati unakuja kule umekuta kuna barabara fulani pale katikati, ile barabara ni kama vile imeunganishwa, yani kuna sehemu kuna kuna kama imetengenezwa vizuri lami, lami hapo pale katikati kuna kama shimo. Sasa pale kama ukiwa kuna maji, bodaboda wanapata changamoto, yani hata unakuta hata gharama zinaweza zikapanda. Kama hapo ilikuwa inabidi utoke buku, usije ukashangaa kama ni mgeni, mgeni bodaboda anakuambia 2000, 1500, kwa sababu pale kuna kwa kuna maji, afu aje akutoe huko akufikishe pale, kidogo inakuwa changamoto kama ni wakati wa mvua. Lakini kama ni mchana naenda tu kwenye harakati kama mtumiaji wa bodaboda boda, ni yani usafiri. Na kama usafiri, unaelewaje tukisema bodaboda usafiri yani bodaboda usalama wetu Aa, kwenye masuala ya usalama yani, unajua ishu kwamba bodaboda, mara nyingi mimi naweza nikasema baadhi ya vijana wana subira. Kwa mfano unaweza kumkuta bodaboda ni kweli amekupandisha, labda wewe unawahi kwenye harakati zako, si ndio? Lakini mwisho wa siku inabidi tu umwambie, bana sikia, nipeleke tu taratibu. Lakini usipomwambia yeye ana, ana yeye, kama yeye anakupeleka kama anavyojua kwa sababu si anaona ameshakuwa mzoefu nini, na ukiangalia kule barabarani kuna vitu vingi, umeelewa. Kwa hiyo sasa mara nyingi mitu, yani labda nishauri bodaboda ni kwamba ni biashara nzuri, lakini wawe na subira, make kule kuna vitu vingi sana, kuna ku overtake um, um, wengine wafati sheria nini, lakini ni biashara nzuri sana yani. Kama tu wakikaa chini waka, waka, waka, wanasema wakajiorganize, au wakajipanga wakatengeneza mambo yao vizuri, wakaongea vizuri, wakafatafata hizi sheria, mambo yanaenda tu fresh na. Sawa brother, ushawahi kuendesha pikipiki kama dereva au ushawahi kupanda kama abiria hmm? Mi sio dereva, mimi labda kupanda kama abiria yeah. Katika upandaji wako katika utumiaji wa usafiri wa bodaboda boda, ni kitu gani ulikiona ambacho ni cha tofauti na we hukuridhishwa nacho, unashindwa kukizungumza yani, kwa tofauti katika usafiri wa moja au tofauti na kwa zinapanda usafiri unakuwa bodaboda kidogo na kona kashikashi naweza kamba hapa kutoka Chamanzi mpaka kwa mabunda elfu mbili hapa kwa mzala kwa elfu tatu Kwa hiyo katika sisi kama bilia inakuwa tukia changamoto kubwa, eh brother. Ni tuegelesha ukutaki unaenda chuo au sehemu yote kuna tumia safari bodaboda. Tukio ambalo huwezi kulisahau? Tukio ambalo siwezi kulisahau, okay. yani unakuta ulikuwa umepanda chombo cha usafiri ambapo bodaboda, unakuta sehemu ya soa kuovertake, mtu ana overtake ko nakuta yani inakupa ina, ina wasiwasi ambao ina safari yako. Naomba tuorodheshe changamoto tatu kubwa nazozipitia watu wa mgundini, ambao wewe nadhani uko nao muda wote na unatumia usafiri wa hapa kama mwenyeji wa hapa, hebu tuorodheshe changamoto kubwa tatu ambazo naamini kwamba watu boda boda hapa wanazipitia lakini pia hawawezi kuzielezea. Hasa wewe ni kama mtetezi wao katika jamii. Unapoiangalia kamera yetu ni sawasawa, unaiangalia jamii na unaangalia taifa la jamhuri ya muungano wa Tanzania na dunia kwa ujumla. Hebu jaribu au jaribu kutu, kutuelezea vitu kama hivyo ambacho naweza nikasema, kwa sababu mimi mizmi, ni hapa na kama muda wa miezi mitatu toka nimehamia hapa. Kwa hiyo ambacho changamoto ambayo naweza nikasema kama niyosema ya kwanza ni hiyo barabara, alafu kitu kingine um, ukiangalia umbali, yani kwamba vitu, yani ule upatikanaji wa vitu, kwa mfano kama mtu wa kawaida ambaye anataka vitu, si ndio? Yani vile vitu tunasema uh, vile vitu vya muhimu vizuri, ili mtu avipate vina, inamchukua sana muda kwenda kule, yani kwa sababu ukiangalia umbali nini. Kwa hiyo sasa hivyo vitu vinapelekea changamoto kama hizo, naona bodaboda wana, yani tunasema ila ile gharama ya kuwasafirisha wale watu kwenda kuvichukua vile vitu inakuwa kubwa kwa sababu ya umbali wa vile vitu vya muhimu, umeona. Alafu kitu kingine aa, um, ambacho naweza nikasema, ena, umbali, upatikanaji wa vitu, barabara, eh, barabara ina changamoto sasa ikifika wakati wa mvua mm, Nadhani ni hizo changamoto ambazo nimeziona kwa sasa hivi. Mim, mimi, mimi naamini changamoto zimesikika na wenye, wenye mamlaka husika zitawafikia kwa uwezo wa, wa Mungu, lakini pia tukipambana katika kujaribu kuboost na kusogeza mbele pointi zetu, kwa sababu lengo letu ni kuzifikisha hizi changamoto ili zi zitatuliwe. Brother, anyway, unawaambia una nini au unawashauri nini madereva bodaboda wanapokuwa wanatumia vyombo vya moto? Wewe kama wewe mtumiaji wa bodaboda boda, ambaye wewe ndo mhanga wa kwanza, au ni mtumiaji mkubwa wa usafiri wa bodaboda, unawaambia nini, unawashauri nini madereva bodaboda? Mimi ninachowashauri madereva wa bodaboda kimsingi, Mungu yupo kwanza. Kitu cha kwanza, yani, yeye atakapolala atakapoamka, kabla ya kulala kwanza amtangulize Mungu na akiisha amka amtangulize Mungu pia, amwombe kwamba katika zile safari zake anazoenda Mwenyezi Mungu afanyeje amwongoze. Make, kule kuna vitu vingi sana, yaani mara nyingi bodaboda hawa wanapitia changamoto kwamba hawana subira, yaani unaweza ukakuta wa, wakati wanaenda barabarani yule mteja anataka amwaishe, lakini ukumbuka wako kwenye foleni ile foreni yeye anataka overtake. Kasa, katika ku overtake huwa wana, wanasema maki hawa watu wa usalama kwamba kuna ku overtake upande wa kulia au kushoto. Na zile barabara zinakuwa zimetengwa, yani kwamba wameka ile mistari nyeupe. Ile mistari nyeupe ile ina, ina maana yake. Kwa mfano kama ni doti, kama ni mstari ambao umenyooka inamaanisha kitu fulani labda kwamba hapa ni huu muda unaweza uka, uka overtake sehemu yote, ukaenda kulia ama kushoto. Sasa unakuta bodaboda kwa sababu ana subira yeye yeah, anapita tu yani, mradi tu amepita. Kwa vitu kama vile, kitu kingine uh, ushirikiano waendelee tu kushirikiana, kama wakipata matatizo moja mbili tatu, makeni dunia sawa, kwamba mtu akipata tatizo wana uzuri. Mimi nakubali sana bodaboda boda wana hicho kitu, yani ushirikiano, kwamba mtu akipata tatizo wanakuwepo. Hivyo yani, ule umoja wao wa uendeleze, ni hivyo tu. Brother, una kipi cha kuongezea? Da, mi cha kuongezea ya sina. Mimi na msupport ndugu yangu hapo. Okay. Brother, brother, mm. Mimi cha kuongezea hapo hapo wazingatie alama za barabara. Ndio hiyo. Cha kuzingatia hapo ni kutii na kufuatilia na kuzingatia sheria au alama za barabarani. Brother, na challenge moja kati yenu watatu, naomba mmoja ajitokeze niweze kumpa challenge yangu, anaona iko sawa, basi tumalize hiyo challenge, tuombe Mungu. Uko tayari

Nimeshindwa ah. <laughs> E bwana, brother, e bwana, usahau kulike kushare kusubscribe na kucomment kwa chaneli yako pendwa Masazi TV. Niko hapa Masazi na wanangu wa mtaani na nyuma ya kamera niko na mwanangu Shahor Brand. E bwana, mimi nasemaje? Masazi TV, Masazi TV, shout out sana kwenu wanangu.